Allah Al subhanahu wataala katika hii aya anasema wa minan nas wa minnasi, na kuna baadhi ya watu man yashtari lahu alhadith, kuna baadhi ya watu wao wananunua lahu alhadith, upuuzi katika maneno au maneno ya upuuzi lnsala mwisho wa siku na hatima ya kufanya hivyo, wakapoteza watu na wakawazuia watu kuhusiana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bighairi ilmi, na wanafanya hivyo kwa sina ya elimu kwa sina ya maarifa kwa sina ya kufahamu mwisho wa jambo lao wayatakhidha huzwa lakini, pia na wanafanya jambo hili wakilifanya kama ni mchezo na dharau. Allah anasema ulaika lahum adhabu muhim, hao wenye sifa hizo, wenye kufanya mambo hayo lahum adhabun, wana wao adhabu muhimu, adhabu yenye kufedhehesha, adhabu yenye kubadilisha siku ya Kiyama. Aya hii imetafsiriwa na maswahaba, ikatafsiriwa na ulamaa baada ya maswahaba, matabi, matabi tabiini, pamoja na maaima wengine. Miongoni mwa waliofasiri aya hii au katika zile tafsiri ambazo akbole zimepokelewa

Wataalamu mabingwa kabisa katika masahaba, wataalamu wa tafsiri Qurani, akasema: bwana hapa lahu walhadithi ni miziki na ala zake. Lakini pia anakasema, akasema Jabir, lakini pia na Saidu bin Jubairi wa ghairuhum na wengineo katika masahaba. Kwa hiyo wakasema kwamba kuna baadhi ya watu wanaonunua lahu walhadithi, maneno ya upuuzi kwa maana

Luqmani aya 6 vyovyote takavyokuwa, haitoki nje maana ya lahwal hadithi kuwa ni nini, kuwa ni mziki pamoja na zile ala zake na tarumbeta goma, adufu na mfano wake. Lakini pia daar al-Imamu al-Bukhari al-hadithi taale akaitaja kwa imamu al-Bukhari hadithi moja ambaye amehitaja kiwa na mu'allaqa hiyo hadithi kutoka kwa Buraida radhi Allahu anhu akasema, Mtume sala llahu alihi wasallam alisema kwamba layakunanna min ummati aqwam, patakuja kupatikana watu katika umma wangu watu hao yastahilluna liya, watakuwa na sifa za kuhalalisha zina wali harira, pamoja na mavazi ya hariri na pombe na maazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii. Imam Bukhari alipokea kwamba patapatikana katika umma wangu watu ambao wao wanadai

Watatokea watu watanihalalisha ni pombe. Pombe kwa majina yake yote ambayo itaitwa, ipo safari ndaga, ipo banana, ipo konyaki, ipo kiroba. Almuhimu, ni pombe, mwisho wa siku ni pombe, bila kujali ile jina lake. Ni pombe. Watatokea watu watahalalisha na halali. Na kuna nyingine ni haramu. Watatokea watu wa

ukitaja ile silsila au wale inidati wanachuoni wakishaa katika wale wakuko wao hawezi kumacha, hawezi kuacha kumtaja hadaren askala, lazima ukanta imugomaga mokeshaka hasa. Huyu mwanachuoni anasema katika Fathul Bari wakati akifafanua hii hadithi, kwa sababu huyu wanachuoni kafanya sharhi ya sahihi Bukhari.

Kwa kila kona na kila mahali, kwa hiyo mwanachuoni nini kwambia? Maana kwa ya maazif ni adohuhu wa ghayruha mimma bihi maazif, huwa ni matungu na mfano wake, ikiwemo watang na ngoma zingine katika vile vinavyopigwa sasa. Ikiwa hivyo kwa kosi sahaba kuhusiana na aya, lakini pia kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na tafsiri za ulama wengine. Ikiwa jambo liko hivi hasa, kuna watu wao wanaweza wakatokea wakasema, ba kulauu sisi kunahaya na kunau sisi tuna unapiga marufu Mbona kuna hadithi ambazo zinaonekana kwa kupiga madufu hata kipindi cha utume, kunawezaje kukukataza na sisi kupiga madufu na kucheza? hasaaa Jawari, jawari ni wasichana. dufu limeruhusiwa kwa mwanamke lakini pia na mtoto wa kike mdogo, hapa imeruhusiwa sheria natuwaii hii kwenye hizi hafla kama vile harusi, hizi hafla ambazo ni hafla za sheria. Sasa hizi hizi hadithi ambazo zinazungumzia watu kupiga madufu bwana, hizi zinazungumzia jawadi, ni majenti, watoto walikuwa kupiga madufu

na ipigeni ngoma hiyo niondoa au ipigeni dufu hasa, akasema kwamba ni hadithi ipo azoli muu hii au nini? Wao ni jamaa tena ni jamaa kuzukuri, sio jamaa, eh, hoja kama kuna hadithi ambazo zinazungumzia hivo na kuna zingine pia, kuna hadithi kama tatu nne, mm, ambazo nazungumzia usura hiyo, kama vile maelekezo yanaenda hata kwa wanaume hasa. Kumsikia pia imamu huyu Ibn Hajar al-Asqalani, munachuoni pia hu mkubwa, ambao tumejaribu kumweleza huyu. Ibn Hajar anasema wasdilla na ankonewa, dalili ni kauli kwa kauli wa hadithi kwamba alimu nikaha wahulumu alayhi idui, itengezene ndoa lakini pia nampiga dufu humo. Na hii auli namarakanah, auli ni ya wale wanaume, anasema hu, anasema

huyo anasema nshambiianha skunie kwayo anasema suilla kwa kauli hii anasema, lakini huwa dhaifu. Lakini hadithi hizi zote ambazo zimekuja sura ya kuonyesha wanawamishe wanaume, hadithi zote hizi dhaifu. Kisha ha akasema wal-ahadithu qawiyya, lakini hadithi zenye nguvu zimekuja kutegemewa

kwamba kuna katazo la la sisi wanaume kujifananisha na na wanawake lakini kuna katazo la wanawake kujifananisha na wanaume. Kwa hiyo ile katazo limeenea hapo duniani. Huyo anaitwa Ibn Hajar al-Asqalani. Tumwangalia na mwingine pia anaitwa Ibn Hajar lakini sio al-Asqalani. Huyo anaitwa Ibn Hajar al-Haithami au Ibn Hajar al-Haithami. Anaitwa hivi.

an shaykhihi al-imamu nolei kutoka kwa sheikh wake alimamu noleni otehan aon mataaisa ansama wala kumuhalifu na hakumuhalifu. Yani alimamu Baihaqi kasimuliya kutoka kwa mwalimu wake anoleni wala hakumuhalifu ana naye, katika alipokea mwalimu wake alisema mwalimu wake, inna hakika sisi mashafi

kwa sababu kiasili habari za kupiga kijongoma na kucheza ni habari za wanawake. Wakajanaana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mutashabihina min arijali nisa. Na kwa hakika mlaani mtume sallallahu alaihi wasallam yule mwanamume au wale wanaume ambao wanajifananisha na wanawake. Manana haya utayapata katika kitabu cha huyuma wa ucuoniwakishali

Tukiangalia maneno maneno ya aya ya Allah subhanahu wataala, inakusanya makatazo yote, inakusanya makatazo ambayo yanahusu kupiga ngoma zozote kwa wanaume isipokuwa wanawake, lakini pia na mabinti wanao wao, wameruhusiwa kupiga dufu katika zile munasaba

tunapiga hizi hizi ngoma na kucheza. Kama mnajua ngoma zinachezwa kipindi cha zefu na nini, hiyo wale wale wa shahuda kwa wanadai kwamba Allah ame Allah ame kuambia tunafurahikia huyu naye huyu ni mzee wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kingine, mbona mnatukataza wakati wakati kuna maahbash walikuja kipindi cha Mtume, na inasemekana ni kwa siku ya Eid, na hadithi ya Mtume Muhammad wa Muslim kwamba walikuja wali wali mahabashi wakawa wanacheza msikitini. Wakati wakicheza msikitini, wanasema wao walikuwa wali na atus na ngao na mishale. Mbona hao mahabashi walicheza msikitini? Na hadithi hii inaeleza inasema kwamba wakati hao mahabashi wanacheza Bibi Aisha ndo alikuwa na Mtume sisi nyinyi Bibi Aisha akataka kutazama mchezo. Bibi Aisha akaja nyuma kwa Mtume, akaweka kitego chake kwenye bega, kisha akawatazama. Bibi Aisha akatazama mwisho, Mtume akamwambia ahasibuki, akamwambia hasbuki, umetosheka? Bibi Aisha akamwambia ndiyo. Sasa hadithi hii pia imechukuliwa kwabeli masharidi au mahabashi, mbona na wao walicheza? Lakini wanaojua ni huyu Ibn Hajar anasema wa wajhu tamassukihim annahum rakasu fi lmasjidi, na wajibu wa kushikamana nao hao watu wanaosema kwamba yafaa kucheza hivi, wakapiga hizo ngoma, wakatolea dalili kwamba hadithi hii ya hao mahabashi

Wahawo Habashi haikuwa wao wanacheza raksu, kucheza kama wanacheza ala ghina'i kwa mziki, wala darban bil aqdami, wala kucheza kakupiga na miguu pia. Lakini pia akasema wala ishaatin bil aqmami, na wala Mahabashi wawo hawokucheza kakuashiria kwa aqmam, akmau alkumu alkumu ni hii mikono ya yakasa Hauna habari hivyo, ehe hivyo nini sasa? Anasema balkana, balkana anasema bali, ilikuwa dharban bissilahi, ilikuwa wao wanacheza kwa silaha. Tumesema wao walitumia ngao na mikuki. Sasa wao ilikuwa ni ile michezo ya kujikuza na silaha watadriban ala istikdami silaha na kujifunza kutumia silaha. Akasema watadriban ala tuani, na kujifunza pia ili kuchoma kwa mikuki. Kwa hiyo michezo waliocheza ni ile michezo ya, ya, ku. ya kujifunza silaha. Wao hawakucheza michezo hii ya aksi kama ambayo iko hivi sasa. Kwa hiyo hii hadithi haiungi mkono hata kidogo. Hayo i wa samaa kitabu kidogo lakini kitabu kizuri sana. Kwa hiyo ahiba, maudhui hotuba yetu, wa mina nnasi man yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilina, na kuna watu wananunua ala za muziki, maneno ya uzi kuwanunua na muziki mwisho na hatima ya hili jambo ni mudhila an sabila, kuna kupoteza watu. Sasa hoja inazikaje kwa hii aya hapo? Kuna hii laamu hii ni mudhila, hii laamu ni laamu na ajili kwamba leo na madhumuni ni kwa ajili ya kupoteza watu. Sisi hatununui kuleta kupoteza watu, tunasema hapana, hii sio laamu ni ajili. Hii ni laamu la hadaba wal maali, hii ni laamu ya hadaba kwa mwisho wa jambo ni kuwaje